Mikataba yote hii hii, hii yeah. Kwa hiyo ukitaka kutoka punguza mdomo, nenda kwenye peni na karatasi, mkae mezani, maisha yafanya. Kwa hiyo ukileta mdomo hii ni kesi nyingine. Umeelewa? Umeona mwanaizi kaongea? Chopa, jembe samu au wana sheria wote ambao wanahusika waiba pamoja na wao na hizo. Umeshamwona, kuna mtu kaongea? Wanajua kwamba ukishaongea hapa ni kesi. Hivi vitu vinahitajika kama tulivyokaa ofisini, sawa bana? Bana eh eh, peni iko wapi? Karatasi iko wapi? Tunaangalia wapi tulivyoanzia, wapi tunakoishia, sio kelele ya mdomo ta ah ah. Alafu tutakuja kwa nini umeenda mtandaoni unaomba hela wakati upo mikononi mwa lebo, wakati lebo ndio ina uwezo kukupa kila kitu. Mm -hmm. Cha tatu ndo tunakuja mm -hmm. mm -hmm, sasa kwenye B moja, kwani Ibra alikuwa anapata chochote pale kwa ndege? Angeishi, angeishi, angenunua mandinga, angevaa vizuri. Ana mandinga chinga? Ibra atembelaga gari gani? Hmm, Ibra atembelaga gari gani? Nitaje hapo? Wewe si mwanao unakutana naye kiwanja, kazi yake sio. Oya, oya, oya, we sipo kwa ndege ngiyo Lava lava. Mboso. Mwana, kuna kelele. Njia zote thabiti. Amepata haki yake Mboso free ametoa hela kimya kimya. Safi, kwa sababu unaweza kukaa unaongea sana, too much talking. Nimeona tetesi mtandaoni ni nyingi kwamba Harmonize ameumbuka, Harmonize amedhalilika kweli kweli baada ya mwanamuziki Ibraah ambaye ni msanii wake wa kwanza kabisa kwenye lebo ya kwenye lebo ya Konde Gang, eh, kuzungumza yale mambo sio na nini, kwamba Harmonize sio na nini, yaani ni mambo mengi ambayo Chinga amezungumza. Hii kwa upande wako naizungumziaje? Je, Harmonize ameumbuka ama hajaumbuka kwa hii issue ambayo Ibraah ameizungumza? Ibraah sina nesi hili kabla, naomba msaada kutoka